Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wanne ambao ni Edwin Liwaui, miaka 26, Shesco Muheze miaka 44, huyu ni mlinzi wa mradi kwenye mradi mmoja wa maji ambao unaendelea kujengwa katika eh, maeneo haya ya mkoa wa Mbeya katika wilaya hii ya Mbarali. Mwingine ni Hamza Madete miaka 29, wote ni wakazi wa Igawa wilayani Mbarali pamoja na Victor Timbulo miaka 25 mkazi wa Ifakara mkoani Morogoro. Hawa wanashikiliwa kwa pamoja kwa tuhuma za wizi wa mabomba 50 ya chuma ambayo inaitwa kwa lugha ya kitaalamu scaffold, pamoja na chuma, naamini ni pamoja na chuma na leveling mashine na stand yake, vifaa ambavyo ni vya mradi wa maji unaojengwa na kampuni ya Lasen and Tobo Limited ambayo imepewa jukumu hili na serikali kujenga mradi wa maji katika wilaya hii ya Mbarali. Watuhumiwa walikamatwa kati ya tarehe 22 Aprili na tarehe 15 Mei katika msako ulioendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali mkoani Mbeya, na hatimaye wengine kuwakamata katika mkoa wa Morogoro. Watuhumiwa waliiba vifaa hivyo kwa kushirikiana na mlinzi ambaye nimekwisha mtaja kwa kampuni ya Jimson Securities Company Limited mkoani Iringa na walikuwa, walikuwa wakisafirisha vifaa hivyo kwa kutumia pikipiki aina ya boxer isiyokuwa na namba wala usajili. Naitwa Kristina, mkazi wa Mbalali. Kwa huu mradi wa maji, laiti ungekamilika kwa wakati ungetusaidia wananchi kwa wakati, lakini sasa inakuja kuleta shida. Kwa wale wanaokwamisha kwa kuiba vifaa vya huo mradi au hayo mabomba, ina maana Mbarali tutakuwa na shida kubwa ya maji e, na tutachelewa kukamilishwa huo mradi eh. Mimi naitwa Zuberi Kasim Changa na mkazi wa Mbarali e mradi kuna mradi mmoja wa maji huko katika wilaya yetu ambao utasaidia mkoa wa Njombe na Mbarali yenyewe. Wananchi nawaomba katika mradi huu tuwe walinzi sisi wenyewe kwa ajili ya mradi wetu ili uweze kutusaidia na uende haraka, kwa sababu wanapokuwa wanajenga jenga wahisani wa, wa ni kwa sababu ya kutusaidia sisi wenyewe. Mali hii ni ya wananchi wenyewe. Tunaomba sana wananchi wajitahidi kuwa walinzi wa hii mali ili iweze ku, kujengwa kwa wakati.